Nam kutoka kaunti namba kumi na moja hiyo, tuelekee huko Kericho, ambapo Emaculate Cheptoo alikuwa mwanafunzi katika shule ya msingi ya Litein na babake Geoffrey Koech anafanya kazi ya kupaka rangi viatu katika soko la mjini humo. Mwanafunzi huyo amekaa nyumbani kwa sababu ya kukosa karo baada ya kuitwa katika shule ya upili ya Chebonei kaunti ya Bomet. Yeye ni miongoni mwa wanafunzi wengi ambao wako nyumbani kwa sababu ya kukosa karo. Nikisoma nimalize shule, nikuje mtie, nikwe ntasaidia kila mtu mnyame, nsaidia, sa saidia wazazi wangu, msaidie stas wangu na bradha angu dadi na, akuna kazi tu ya kufanya pesa apate mingi wa, wa, wa dogo, pesa na kuna watoto wadogo wanabidi kusaidiwa. Na mekosa na meitwa Chebonei Girls, lakini pesa nimekosa. Nafanya kazi ya kupaka rangi viatu lakini pesa napata karibu 200 kwa siku lakini naisha.